Unataka kuwa backend developer lakini haujui uanzie na language gani? Nataka nikutoe shaka juu ya hilo kupitia video hii ya leo. Nitakuonyesha language na tools muhimu ambazo lazima basi ama muhimu kuweza kuvijua hivi vitu ambavyo nitashare na wewe, na ni muhimu kuweza kuanza navyo ukiwa kama ni beginner. Unajua, backend ndio moyo wa kila website ama app ambayo unaiona. Ndipo ambapo data, logic, security, performance ndipo ambapo vinapofanyika. Kama utachagua language sahihi mwanzoni utaweza kuokoa muda, nguvu na utaweza kuelewa kwa haraka tofauti na wengine ambao hawafahamu language gani waweze kujifunza. Language ya kwanza ninaweza kushana wewe kwa pande ya backend ni Python, ni lugha bora zaidi kwa mtu ambaye ndio kwanza anaanza, rahisi kuweza kujifunza kusoma, kuandika na ina framework mbalimbali mbali, mfano Django na Flask. Kwa mfano Django ni nzuri framework hii kwa project kubwa kubwa kama web app ambazo zitakuwa ni full lakini Flask ni nyepesi nayo nzuri kuanza nayo kujifunza kwa project ndogo ndogo, pia basi una uwezo wa kuitumia kama utajifunza Python. Python itakufundisha logic vizuri na itaweza kutumika pia hata katika upande wa data, AI na automation, so ni bonus kwa wewe kuweza kujifunza language hii, kwani una uwezo wa kushift pia katika hivi vitu vingine. Utakuwa tayari umeshajiweka mbele, kama baadaye utahitaji pengine ufanye masuala ya automation, tayari utakuwa unaifahamu Python. Lakini lengo nyingine pia ambayo inafanya kazi kwa backend ni JavaScript. Tunaongelea Node.js, tunaongelea kwa upande wa backend. Ni lugha pekee JavaScript ambayo ina uwezo wa kufanya kazi upande wa frontend na backend. Kama tayari unajua frontend basi Node.js itakufanya uweze kuelewa backend kwa haraka sana. Zipo framework mbalimbali mfano Express.js inafanya kazi kubwa sana katika startup na application ambazo ni za kisasa. Faida yake kubwa, una uwezo wa kutumia lugha moja kwa pande zote mbili, frontend na backend, unakuwa developer kwa haraka zaidi. Lengo nyingine ni PHP ambayo ni ya tatu, nitakayoweza kushare na wewe leo hapa ni hiyo PHP. Wengi wanadhani imepitwa na wakati, lakini zaidi ya nusu za website duniani wanatumia PHP ikiwemo WordPress na ni rahisi kuweza kujifunza. Imekuwa ikitumia framework kama vile Laravel ambayo ni nzuri sana kwa hizi project ambazo ni za kibiashara, project ndogo ndogo. Website ambazo zinahitajika kwa haraka kuweza kukamilika, PHP ni language nzuri sana kuweza kuitumia. Language ya, ya nne ni Java lakini vile vile, na C sharp ni language ambazo zinatumika katika makampuni makubwa, systems za like kibenki na enterprise software. Ni nzito kidogo language hizi, ngumu kidogo, lakini kama utaanza nazo unaanza kwa kujifunza Java ama C sharp, inawezekana ikawa ni changamoto kidogo, isipokuwa utakapoweza kujifunza language hizi na kuzimaster, ni rahisi kuweza kushift kwenda katika hizi language nyingine. Kwa sababu siku zote utakapoweza kupambana na kitu kigumu mwanzoni hata vile vyepesi na kuwa kwako wewe ni kuteremka tu. Kwa hiyo, kama unalenga corporate level ama kazi zile za big tech, ni language za kuweza kuzingatia Java na C#. Lakini pia kuweza kushia na wewe, tools muhimu kwa upande wa backend developer, una uwezo wa kujifunza na kujaribu, kama hausifahamu kuweza kuzifahamu. Uh, language hazitoshi peke yake. Kuna issue nzima ya database system unatakiwa uweze kuelewa, MySQL MongoDB na nyinginezo. Uweze kuzijua issues za version control, Git and GitHub, uweze kujua vizuri katika kuhifadhi kodi zako sehemu salama. Lakini vile vile, APIs, uweze kujua RESTful API, uweze kujua namna gani ya kutengeneza API. Postman, tools muhimu kuweza kujifunza, pia itakusaidia kujaribu API zako. cloud and hosting kuweza kujua basi japo kidogo kuhusu service mbalimbali mbali, AWS na nyinginezo ni muhimu sana kuweza kutambua tools hizi. Ipi uweze kuanza nayo ukiwa kama ni beginner? Na swali kubwa sana ambalo tumekuwa tukijiuliza na uanze wapi, ipi uweze kuanza nayo, lugha gani? Anza na Python na framework yake ya Flask ni rahisi sana, documentation zipo za kutosha ni nzuri, utajifunza concept za zingi za backend kwa urahisi. Baada ya hapo unaweza kuhamia node.js ama php kulingana na project ambayo unahitaji kufanya, so unaweza kuangalia basi uwe mwenyewe wapi ambapo utaweza kushikilia. Kumbuka, backend sio speed ya kuweza kujua kila lugha, ni kuweza kujua concept kiundani database, server, APIs, authentication, issues za logic mbalimbali mbali. Ukiweza kuelewa hayo, basi kuweza kutumia hizo lugha ni kitu rahisi, sana kubwa ni ile logic na concept ambazo zinahitajika uweze kuzijua kama wewe ni mtu wa backend. So sina la ziada katika video hii ya leo, nahitaji nilihitaji kuweza kushare na wewe juu ya hivi vitu lengoji ambazo ni muhimu, labda ushare na mimi pia lengoji gani ambao unahisi wewe ni muhimu kuweza kuanza nayo, ama unahisi tuweza kujifunza hapa katika YouTube channel yangu kwa pamoja mimi na wewe. So sina la ziada, tuendelee kwa pamoja, like video hii, share na watu wengine. Tukutane wakati mwingine.